Yes, tunazidi kusonga mbele. Mapenzi ya dhati sio lazima uwe available kila mara, sio lazima uwe msukule wa mahaba. Na hii statement imekuwa inaraise maswali kwa wadau wangu mbalimbali, wakiniuliza hivi, Mr. Abdunnoor, tutapokuwa mbali na vipenzi vyetu, tutapokuwa hatupo available mara kwa mara, je, hatuwezi kuachwa? Lakini nataka niwajibu katika video hii ni no. Kwa nini no? Endapo utakuwa unapatikana katika nyakati nyeti ambazo anakuhitaji zaidi. Ni mimi Mr. karibu sana. Kama wewe ni mgeni kumbuka kusubscribe, ili kuweza kupata idea mbalimbali mbali za kutibu majeraha yanayotokana na mahusiano lakini pia za kuweza kuimarisha mahusiano yako ulionayo kwa sasa hivi. Yes, sasa, nyakati za kuwa na mubebe wako halali, habibti habibi, ni kama zifuatazo. Wakati ambao unapaswa kuwa the most available ni wakati wa hali ngumu zaidi. Unapokuwa katika mahusiano, unapokuwa na mtu katika mahusiano jua, anakuwa na kuhitaji zaidi ya mtu yeyote yule anapokuwa katika hali zifuatazo. Hali ya kwanza ni pale anapoumwa, tena anaumwa ugonjwa ambao kila mtu amemkatia tamaa. Hali ya pili, amepoteza kazi, kiasi kwamba kupata kazi nyingine imekuwa ni kazi. Hali ya tatu pale anapotengwa na familia yake, tena mara nyingine ametengwa kwa familia yake kwa sababu ya kupenda wewe au kwa sababu ya kuwa na wewe katika mahusiano. Hali ya nne amefilisika, na ili hali alikuwa ni mtu mwenye pesa. Hizi ni hali ambazo mara zote mtu hukimbiwa na watu ambao walistahiki kumshika mkono muda huo. Lakini nikueleze, hapa ndipo unapohitaji kuwa karibu yake zaidi na zaidi, umshike mkono zaidi ya unavyofikiria umshauri cha kufanya zaidi ya unavyofikiria, na kama haujui cha kufanya uliza watu Google, ili uweze kupata cha kumshauri shemeji yetu, ili mwisho wa siku aweze kutengamaa, kwa sababu muda huo akili yake inakuwa haifanyi kazi vizuri. Wakati wa pili ambao ni nyeti tena unapaswa kuwa na kipenzi chako ni wakati ambao watu wanaomhusu wanahitaji mkono wake. Najua nakuvuruga eh, utanielewa. Wakati ambao ndugu yake, mama yake, baba yake, rafiki yake amepata changamoto ambayo inamhitaji kipenzi chako aweze kutoa support na msaada unaohitajika kutoka kwa kipenzi chako ni mkubwa kuliko ya uwezo wake, ila ukaingia katikati, ukacheza kama Pele, ukaasisti kinamna fulani, changamoto ikatatuliwa na ukawa mtu wa hivyo siku zote. Aisee, utapokuwa mtu wa namna hii, utathaminika, utapendwa na hata ikitokea mmevurugana, mkaachana lazima atakuwa anakana kukumbuka. Wakati watatu ambao unapaswa kuwa karibu naye zaidi ni wakati wa njia panda. I say, kama huna taaluma ya consultancy kajifunze, jifunze namna ya kumshauri kipenzi chako jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Yes, anaweza kuwa na mgogoro wa nafsi kuhusu familia, kuhusu kazi, kuhusu uchumi, na mara nyingine ni kitu kidogo tu, anashindwa leo ni vae nguo gani. Tena mara nyingine akakuuliza, unaonaje leo ni vae nguo hii, unaonaje leo ni vae design hii. Ila sasa nimeulizwa mie nitajibu, ah we vaa yoyote unayoona bana. Tena mara nyingine nikadharau na kukaa kimya, nikaona kama ni swali la kipuuzi. Au kakuomba ushauri nini yafanye, ukamjibu we fanya unachoona ni sahihi, mi siwezi kukushauri chochote kwa sababu ni matatizo yako. Kwa kweli hupaswi kuwa hivyo, hakikisha unafanya juu, katikati, mpaka chini, unampa suluhisho, kwa sababu ndio wakati nyeti anaokuhitaji zaidi, sio wakati wa kumtoa out, na utapofanya hivi huyo mtu hata mkiachana kukusahau ni ngumu. Wakati wa nne ambao anakuhitaji zaidi ni wakati anapokuwa na hisia nzito. Hapa fikra zisha kukimbiza mbali eh? Anyways, nitazungumzia hisia nzito katika namna mbili tu. Namna ya kwanza ni pale anapokuwa na kuhitaji kitandani, anakupapasa papasa, anakutafuta tafuta, lakini ni kwa ajili ya walioa watu. Wewe umechoka zako, una stress zako, au mda mwingine haujisikii, unaishia kumjibu ah, mimi nimechoka bwana, ah, mgongo unaumwa bwana Ah, mi sijisikii tena. Hata ukamkatia unamkatia robo, unamkatia kinamna fulani hivi ambayo hata ivyotii malenje ni, mnanielewa. Kwa wenzetu wale, kuna utundu tundu fulani hivi, unakuwa haufanyi kwa nini? Kwa sababu eti ujisikii. Sasa nikwambie it has to be different, hapa ndipo anapokuhitaji zaidi ya unavyofikiria utapotimiza wajibu wako ukaendesha farasi mpaka mwenyewe akabend down akasema sasa inatosha. Yes, hapo sasa hata akikaa muda fulani hivi anakuwa anamisi vitu vitu fulani hivi, na hata mkija kuachana, hii kitu itaendelea kugonga katika akili yake miaka yote. Ila namna ya pili ya hisia nzito ni pale anapokuwa amekasirika, amechoka kutoka kazini, haelewielewi, lakini muda huo wewe ndiye una kuwa booster yake, unakuwa naye benet, unamliwaza, unamfanyia counseling, tena mara nyingine hata ukakaa pembeni ukanyamaza tu, lakini ili mradi uko karibu naye, na hata kumfanyia masaji kidogo, si unajua eh? Wewe unamsugua sugua kidogo namna fulani hivi, ili akili yake na mwili wake uweze ku relax. Uwepo wako unaleta nguvu fulani kwake, seriously, I'm telling you. Point to note, Utapokuwa karibu na kipenzi chako na habibi haluli katika hizi nyakati nne nzito, hata ikitokea siku shetani kaingia kazini, amerubuniwa au mmepata ugomvi mkachana, atakukumbuka na atarudi mwenyewe bila hata kuitwa, kwa sababu sauti za kumbukumbu zile hazifutiki ka tu zinaendelea kugonga katika kichwa chake, zinaendelea kugonga katika moyo wake. Ni mimi Abdunnoor, kumbuka kusubscribe ili uweze kupata video mpya. Kumbuka kulike, kushare ili video iweze kwenda kwa watu wengi zaidi. Karibu tukutane katika video ijayo.